Mkurugenzi wa mashtaka DPP nchini Tanzania amefuta mashtaka na kumwachia huru mfanyabiashara maarufu wa vipodozi Jenifer Jovin almaarufu kama Niffer, pamoja na mwenzake Lucas Mika walishtakiwa kwa kosa la uhaini baada ya uchaguzi wa vurugu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, uamuzi huo umetolewa leo Jumatano, Disemba 3, 2025 na hakimu mkazi mkuu wa Dar es Salaam Aaron Liamuya, baada ya wakili wa serikali kueleza mahakama hiyo kuwa DPP hana nia ya kuendelea na mashtaka. Jenifer Jovin pamoja na Lucas Mika walikamatwa baada ya tetesi kwamba walikuwa wanaeneza au kuchochea vurugu kwenye mitandao. Ikumbukwe kuwa tarehe 25 Novemba mwaka 2025 washtakiwa wengine 20 kati ya 22 waliachiwa. Ishirini hao waliachiwa baada ya mkurugenzi wa mashtaka DPP kusema kwamba hana mashtaka yoyote dhidi yao.